Naitwa Aida Lwiza, ni afisa bidhaa na masoko HaloPesa. Ikiwa tumekamilisha mwezi tangu tulipozindua promotion yetu ya Tamba na Bonus, promotion inayomwezesha mteja anayetumia line ya Halotel anapofanya miamala kupitia HaloPesa anaingia kwenye draw ya kujishindia hadi shilingi milioni mbili kutoka kwa Mr. Bonus. Na leo tunaenda kutoa washindi wetu walioibuka na ushindi wa bonus hadi shilingi milioni moja. Mshindi wetu siku ya leo ni. Sawa sa, sis sa uenda kumpigia mshindi wetu aliyeondoka na kizo cha si shilingi milioni moja kupitia kampeni yetu ya Tamba na Bonasi. Hello? Hello? Yes, habari. Naongea na Selemani Khalfan. Ndio. Umejishindia shilingi milioni moja kupitia kampeni yetu ya Tamba na Bonasi siku ya leo. Okay, sana kwa ushindi wako. Habari, naitwa Selemani Dimoso natokea Ukonga Majumba sita, ni mshindi wa Tamba na Bonasi wa Halo Pesa. Nimejishindia kiasi cha shilingi milioni moja kutoka Halo Pesa. Nawashauri watumiaji wa Halotel kuendelea kutumia na HaloPesa kwa kufanya miamala miamala yao. Nawashukuru. Asanteni sana Halotel na HaloPesa. Unafanyaje? ili kuibuka na Unafanya ili kuibuka na ushindi huu, cha kufanya fanya miamala kupitia HaloPesa, iwe ni kutuma pesa, kutoa pesa, kulipa bili zako yote kupitia HaloPesa, iwe kupitia *150*88# ama kupitia HaloPesa app, na hapo utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw ya kujishindia bonus hadi shilingi milioni mbili. Lakini pia ningependa kukumbusha kwamba namba ambayo ita kupigia wewe mteja wetu hukuharifu kuhusu ushindi wako ni namba mia moja pekee. Epuka matapeli. Halotel, HaloPesa itawasiliana na yu mteja wetu kupitia namba mia moja hukutaarifu kuhusu ushindi wako.